Kwa ujumla shughuli zote za upatu ni haramu, kwa sababu shughuli za upatu zinafanyika pasipokuwa na uiano wa shughuli za kiuchumi. Lakini mtu hawezi akakaa akawa anawaambia leta fedha, utasikiliza si ut, au utaangalia movie halafu upate fedha. E, kufanya hivyo inakuwa hakuna shughuli ya kiuchumi pale. Kwa mtu yote anayekusanya fedha, e, kwa ajili ya kufanya shughuli za upatu ni haram na tunakemea e, kwamba ni kitendo cha kuwaibia wananchi, na watu hao waache. Ndio maana tunaendelea kuwachukulia hatua, na hata wengine meona majuzi tumiwaka, tumeshirikiana na jeshi la polisi tumewakamata, wako kwenye vyombo vya sheria, watachukuliwa hatua kwa kosa la kuwaibia wananchi, kuwalagai na kuwapotezea fedha zao, kwa sababu kufanya hivyo sio utaratibu rasmi, na niendelee kuwasihi wananchi watumie huduma rasmi kwa taasisi zilizopewa dhamana na kupewa leseni na Benki Kuu, pakiwepo kwa mfano benki e, benki zote tunafahamu zina leseni ya Benki Kuu. Kuna hizo microfinance institutions, zile taasisi ndogo za kifedha, wanaweza wengine ambao wanahitaji wakapata kwenye kampuni za simu au mitandao ambayo imesajiliwa na Benki Kuu pekee e, lakini tunafahamu tumetoa tume, tume, tume fursa kwa vyama vya ushirika kupitia uh, tume ya maendeleo ya ushirika watoe leseni za kuendesha SACCOS kwa niaba ya, ya benki kuu, lakini pia tumetoa uh, fursa kwa halmashauri, yani mamlaka za serikali za mitaa watoe leseni za kuendesha uh, vikoba, tumezoea kuvita vikoba, lakini taasisi ndogo za kijamii ambazo zinakuwa ni za wanachama wenyewe ule wanatoa leseni halmashauri kwa niaba ya benki kuu. Kwa leseni zote za mtu ambaye anataka kujishughulisha na huduma rasmi za kifedha, lazima awe na leseni kutoka benki kuu au kutoka tume ya maendeleo ya ushirika au kutoka halmashauri kwa wale ambao tumewapa mamlaka kufanya hivyo kwa niaba yetu.